Jina naitwa Amina Muhamedi Swedi, natokea Tumaini Amkosimudida. Ni mkulima wa Tumaini Amkosimudida na ni mwanachama. Sisi tumeuelewa mfumo, tunaomba mkulima kama hajaelewa mfumo wa stakabadhi ghalani waje kupata elimu kwa Tumaini Amkosimudida, kata nzima. Sisi tupo tayari kutoa elimu ya stakabadhi ghalani bure, haina hela wala aitozi na mtu yeyote. Wenzangu wa na washauri, na washauri tu, tu, tulete tulete mazao yetu hapa, tuje kuuza hapa. Na nafikiri kama nilivyotangulia kusema kwamba tusijali changamoto ya mwaka huu, kwa sababu mwaka huu ni kweli, ukifuatilia nimefuatilia mazao karibia yote, mikoa yote, mazao yote yako chini, lakini naamini miaka mingine, bei ikiwa nzuri, wakulima tutanufaika kulingana na huu mfumo ambao umeuleta. Kwa kweli tumefurahia jambo la kwanza nilisema ya kwamba tumeona ni mkombozi wa mkulima mdogo. Kwa hiyo huu mfumo tutaendelea nao na tutadumu nao na tutaendelea kuwashawishi na wengine ambaye bado hawajaukubali huu mfumo ili waweze kuendana pamoja na serikali inavyotaka kutusaidia. Mfumo tumepokea vizuri kwa sababu mwanzo tulikuwa nauza kwa magunia tu, unajaza gunia na shona mpaka juu nauza. Lakini sasa hivi tunashuku kwa sababu tunapima kwa kilo mkulima ukiuza, anafahamu anauza kilo kadhaa, na bei ni hela kadhaa, kwa kila kitu. Sisi tunashukuru kwa hilo. Maana mwanzo tulikuwa tunaweka tu gunia, linapimwa kama gunia lina linaondoka, lakini sasa tunatumia mizani kwa kilogramu kwa... ni mfumo mzuri kwa kitu, tunashukuru. Mfumo wa stakabadhi za ghala umewasaidia wakulima kwa namna mbalimbali mbali. Kwanza mfumo wa stakabadhi za ghala unamfuata mkulima pale alipozalisha, kutakuwa na ghala, ataingiza mzigo wake utaweza kufanyiwa mnada na ataweza kupata hela yake, hakuna gharama mbalimbali za usafirishaji. Pia COPRA imesaidia e, ukusanyaji wa takwimu kupitia COPRA e, kupitia minada ya kidijitali ni rahisi kwa e, wilaya e, mkoa kuweza kukusanya e, taarifa zake.